na alfaz matamshi ambayo imekuja ndani ya Qur'an tafsiri zake, anakutajia neno hili tafsiri yake hii hi hii hii, imekuja tafsiri mbili tatu nne tano, anakutajia alfadhi zake zile na namna ya viraha vyake, na hii ni fani mu muhimu. Fani, fani muhimu ya kiraha. Ni fani muhimu alikuwa nayo Imam Malik ibn Anas, alikuwa amebobea katika fani ya kiraha. Moja katika kiraha, wanafunzi wake alisoma aya moja, Imam, Imam Malik alisoma aya moja Mwanafunzi wake akamwambia, lakini haisi atusome hivyo atusome hivyo. Akamwambia, wewe ni mtoto mdogo sana. Kumbe akaanza kumtajia viraa kama saba ya aya moja tu. Ah, kumbe mwalimu uko fiti eh. Maana kuna watu wengine hawaoneshi ni mzao mpaka wachokoze, kwa chokoza ndio ataanza anaanza kumwaga vitu hapo eh. Kwa hiyo Imam Malik alikuwa si mzungumzaji sana, alisema kwa kiraa kwa kiraa kimoja tu. Kwa hiyo mwanafunzi akamwambia, ah, na nakrau hadhi al-aya fi hadha al-kiraa Akasema kila akambia, ah ngoja, akatoa kama saba kwenye aya moja. Kwa hiyo hili kamusi la kuonesha namna ya vira mbali mbali na 19 ambao hapa mtataja vitabu saba kwa pamoja vyote moja lugha hivi hivi. Sasa wanafunzi wetu wanavyo na madukani vinakuja hivyo vingi, leo vitaja hivyo uweze kuvipata, vinatabu sana lakini hivi na vitaja sasa hivi vinapatikana

mpaka mwisho <laughs> yaani watu wanakuja kusoma, naangalia matabu tu. Kuna maktaba kubwa sana, wana maktaba kubwa sana hata wanafunzi wangu wengine liwaambia kwamba nendeni kule, kafanye ka bahhi zenu katika katika chuo kile, kwa sababu ndio wa Zanzibar ilikuwa ndio maktaba ambayo ni kubwa Afrika Mashariki, ilikuwa ni ile bin Sumait lakini yani. Sasa hivi Uganda umetuzidi, yani ile <laughs> sasa hivi haisabiki kama tabaini yani ile ni abul fadhli. Tupige vitabu pale hapa tena mkuti naam. Hivi ndio vitabu ambavyo nilisema nivyowezeshe kwa wanafunzi ni, ipate kuwasaidia na zaidi ni wenyewe kwa wenyewe, mpitie muulizi mpiti, walimu ili mpate miongozo. Natamani sana mimi ninasema, baada ya miaka 30 Zanzibar wote ni masalafi. Ah, si kweli? ni kweli. <laughs> baada ya miaka thelathini yote mtakuwa kumasalafia. Ukipenda ndo hivyo, usipende ndo hivyo, kwa sababu hii ndio dawa ambayo haina ugomvi na serikali. Wanatusikiliza, tunazungumza nao, tunacheka nao, tunafurahika nao ila <laughs> <laughs> ni tu mashairi msitujuaji sana kundi haya sawa. Bwana zungumzie kwamba uzalifu Makunduchi hujafika jamaa moja mbia, ah bwana, tayari Sheri shafika, lakini mimi usiye kwanza mbwana, kule Makunduchi ni kwenda kuangalia mazingira tu kwanza, wanaingilika hapa. Sehemu ambayo ni ngumu katika dawa ni kule Makunduchi, lakini nasikia nis kwamba alhamdulillah kuna vijana tayari wa washafika. Fungueni vituo katika kila miji, miji katika kila mashamba fungueni vituo, fungueni vituo hivi. Wewe mwenyewe msivamie misikiti yako tena, ardhi mnunue fungue misikiti yako, baadaye unafukuzwa, lakini ukinua sehemu alhamdulillah. Basi nasema kwamba baada ya miaka 30 Zanzibar yote ni salafi, watu wake wote wamekuwa ahlu sunna wal jamaa, ahlu sunna wal jamaa salafiyin, naktafi bihadha alqadri